Ai hapana. Wewe wekuwa serious. Wewe lazima uko jokes. Yaani you mean to tell me umekam YouTube ukaona hivi da uka click knowing very well unaenda kuangalia msee akireactia vida ingine ya watu wenda wazimu and you just okay with that? You mean to tell me that you don't have anything better to do? Okay ni sawa basi. Since uko hapa hivi, nataka nikuulize contemplate the idea of a chile falling in love na budake na budake akakuwa na mpiga msolombo. Ile serious? Eh, ni story tulipewa hapa hivi on the 10th episode in the 97 podcast. Skiza hii story. Uwe na heshima. But mimi naona the mwingine mwenye akona upuzi ati alifall in love na babake <tosurra> <tosurra> <laughs> Sasa mbona mbona? <laughs> Umetupa <laughs> mbona umetupiga hivo? <laughs> jusikuwa naelewa anasema oh. elder sister wake alidedi au oh, ni mtoto wa mama wake. Huyo Dante anakaa ni kama eh, ako mavitu eh? ni kama mpiga kifore ki, like, eh, ama, ama, ni mimi ndio na misri jamani eh? but Dante anakaa hiyo macho ah, bana wenye elder sister alidedi so mm, most of the time ju a siblings wengine wenye walikuwa wamebaki walikuwa machali so ii time ya ku buda yake kum embrace kum, kum na kumwambia everything is okay, yeah. so, <laughs> <laughs> <laughs> unajua, wewe na adith zako za ngono yani <laughs> <laughs> sawa, anasema day one venye ilihappen buda yake alikuwa na mhag si liuski si hapa sasa tunamwona sasa baba yake. Mungu ndio mpanga yote. Mungu anapanga yote. <laughs> Lips ikaguzana aje dan aje, kwa mdomo alafu vizi vizi liguzana ikakuwa ah, li ni kama ni mistake hii ni makosa tu e, yeah, yeah, yeah, yeah, kufanyika. No, no, no, no, no, siku so, ingine budaka yake akenda kumpik shule. So, so, ndio hiyo wakakuja campus tumona come home. So tumoko pale kwa parking ile, aku tuchukue one two hapa, tudishi kitu eh, shule imekuwa long, si ndio ka snack. eh acha tuingie hapa tuchukue miguu za kuku eh <laughs> ukisema hivyo hivi, na hii ina, ina kani zile za orenge eh, okay sawa so, kuna, muka. kuna drums gafu kuna mugu <laughs> kama alafu kuna mguu ya kuku kaingia, okay, wakachukua snack hapo so kwa okay, gari hapo wakibonga wakabonga for hours for hours akamwag tena

Wei, nafa uende hell. Wewe hata unafa upatiwe tikiti yako direct. Wewe hata ufai usumbuane na watu wati, sijue una sijue kwa hapa sijui nini, hapana, wei, tikiti yako direct ahera, eh, one way ticket, hakuna sijue stopovers, hakuna vitu kaa hizo. Mimi najua ni dangerous lakini si hivo. Si hivo. Si malaya hivo. Sao, bas tanda fanyaje na mwekata mother in law maybe <laughs> Anaweza walai, wadau, hiyo sio umalaya. Hiyo tu ni hiyo ni utapeli. Hiyo ni tabia mbaya, hiyo hata sio umalaya mathailo. Eh, mathailo apo. Sasa apo. Nani yako na makosa. Mother in law mother in law it's, it's allowed. I think mother in law ita make sense. Mother in law mimi ita make sense. Yeah, naweza. Ni mother in law. Eh, hatuko related, hatuko related. Mother in law wengine wameweza, like, unaangalia mother in law hivi unaangalia mtoto wake, hawajashindana sana, unanipata. So yeah, mother in law inaweza weza, mother in law itaweza association

au ni mtu mkubwa so from anajua hakuna ana, ana jia... hapana. Trevor, mtoi ni mtoi. Hata mtoi wako akiwa na 1000 years na wewe buda uko na 1001 years, mtoi bado ni mtoi. Hakuna siku utasema ati huyu ni mtu mkubwa. Hapana, tu father a daughter Acha hiyo mchezo, hakuna hapana. Mambo ikaanza kukua different from your time ya gari, so sahi hata tunaweza kutana kwa korido ya keja, ni kwa mtoto uh, wangu, je kwa vipi? hey baby how are you? Hiyo kitu nadhani mimi naeza chizi kama, kama, kama, kama uh, sasa mimi <laughs> kama brother atinipite kwa corridor

ni upuzi gani ah, ah. ah! ah! lifika mahali sasa, huu buda uh, eh, kama, kama sugar daddy wake anampea hadi mado, wanaenda hadi naye kwa holidays zenye family a wa wajui ni baba na buda mpaka buda na ina, na, na ina bamba tu Uko na beste na dinywa na baba yake, mm. unasema nini mm. mm. Ako na beste mwenyewe, sa ndio baba anadinya mtoto wake. Dan, ilifika mahali ajuu, yeah. Mtu hiyo akaanza kusikia anasikilia mamake hivyo, anaelewa oh, wewe we, sasa so so unaambia nini buda yangu? Huu ni chali yangu like oh, mama mm -hmm. ao bado mm -hmm. ako mama ako bado <coughs> na unaendaje ulide na mamake ajui, bro? Ako kampa su, buda ako na do. Ni wale wale wale father figure kwa family wale wasenye kila kitu yake na kwanga street uwezi mshuku <coughs> father figure school fees <coughs> <coughs> eh Bro, ulisema kicho inakuma side girl, kichwa inafanya kazi ya meno eh. uh -huh. unadhani unaweza enda trip kama bibi yako ajui

Twende bwana, hii kitu tuanze kudance kwa harusi bwana. Lakini mimi shida yangu usione buda wako hivo. Ama the mom. Well, the dad. No, mtu mkubwa hapa jumam ha. Mzae ndio mzae, ni mzae. Mzae ni mzae, bro I, uh, like ei hakuna scenario like enye mtoi wako atakam, alafu itakuwa okay ati unapanda mtoi hata kama huyo mtu huyo ako 50 years old bro, mzae ni mzae, wewe ndio we, bro. Hata kama mzae ako na dementia, hata kama mzae ako amegoroka akili, mzae ni mzae, bana. Hey, bana. Responsibility yako ipo hivi na lalia mzae. As a mother, as a mother. Your mother ajui ati unafinyana na babako. And as a wife, sasa wewe as the brother unafanya nini ukiwa brother? wewe de muske story unena unachachia sister yako ama unachachia budako juu budako atakupiga. na chachia budangu anipiga? Wewe unataka tukanyago <laughs> think smart, si kila saa fujo na chachia. Sasa zingine naweza taka wajue a wawili, budangu na sister yangu wajue. Wajue wajue nini? Wajue nimewaona. Sasa alafu ndo nauliza sasa, utafanya ni ni nini ndo wajue wajue niaa unajua wana gava wanakuibia, alafu sasa nataka wajue wananiibia. Baba wako naba mzae ufanye vitu lakini amza yako anafanya boa. As a brother me I think, mimi ndo pangia mzae akiwa, nitampiga, nitamfinga, nitampata tu mahali kwa kona, nitampata vibare vibare. Ai yeye, ai bro, hiyo yeye enda bure. Ai nitakutafutia, nitatafuta penye, nitakupanish, wallahi. hiyo ni upuzi. Yo, yo, wrong, wrong, wrong <l Zangara> <laughs> <laughs>

alafu aibike obviously atacha hiyo upuzi jupia mzae. I think atataka ile heshima, so ukiambia mzae, we mzae, eh, is either wacha hiyo upuzi ama madhe ajue eh, mafamilia ingine wajue, maanko wajue, niende TikTok hii kitu niseme kwani iko nini? Wewe uko na tabia mbaya bro, e, ah, mzae atasare, mzae atasare because at the end of the day mzae ataezi taka kuharibiwa jina eh, aezi taka hivyo <laughs> Wachana saata na wawili, we samse, umejua umefiga it out ni family memba Hai. Kuna vitu zingine mi naambia tu budangu anianze kunieke yangu ya kando nifunge mdomo. Kuna vitu zingine <clears throat> unaona hii kitu, unaona kama hii siri ya babako ni babako na sister yako na wanadinyana, ni vitu hata ukisema mbele ya watu wakuelewi, unapata na si troma yangu, si eti ni shida za kikawaida kikawaida, sio tu kutuelewa hiyo troma yako. As in wewe, wewe wewe umechizi, hiyo kitu tunasema ni hizo bangi zako. Mimi kwanza <laughs> ndadharau baba angu, si sounda mweka kofi. Alafu kama video, na nikikaa na video, eh, hey, nikuje niwachukue tu vida, mkiwa kwa kwa action sasa. Alafu nikuje niwa expose, bado mtaniita, mtaniita chizi.

Leta kwa context yetu, nani walisema kwanza kabla watu wako wako na na brain brain na Dennis Rodman na ya watu wako na akili akili walisema? Sasa unatuonanga wajinga hivyo kama we aiana aa

Eh yeah? nataka tu nipate opinioni yako what do you think mzae na huyu dem nani ako on the wrong but my opinion yangu ni mzae ako on the wrong because no matter what mzae anabaki mzae is the grown up yeye ndiye ako na akili mingi yeye ndio inafaa kuwa na control situation and uh, like it's very hard to imagine this Siwezi taka hata kuji like hypothetically putting myself in such a scenario, but if it were me, na mi ndio bradha ya huyu dem, alafu kijana wa huyu mzae, mazee, mi ntawa expose eh. Mi ntakuwaibisha kwa sababu hiyo ni upuzi, hiyo ni upuzi na ntakuwaibisha, walai I will find ways yeah. so wadau, opinion yako. Adios, maze.